Baada ya wahudumu wa, wa afya kutoka kaunti mbalimbali mbali nchini kuandaa maandamano akishinikiza kujumuishwa katika mpango mpya wa afya kwa wote sha sasa, waziri wa afya Aden Duale amesikiza kilio chao na kusema kuwa atahakikisha kwamba wahudumu hao wanapokea matibabu kupitia mpango huo. Akizungumza kati ya kaunti ya Mombasa alipohudhuria kongamano la kila mwaka la muungano wa KMPDU. Duale amesema inasikitisha kuona kwamba wahudumu walio katika mstari wa mbele katika kuiokoa maisha ya Wakenya wametengwa katika mpango unaonuia kuhakikisha Wakenya wote wanapata matibabu kwa gharama nafuu. It is immoral, Duale aidha ametoa wito kwa wadau wote katika sekta ya afya kushirikiana ili kuhakikisha kuwa sekta ya afya inazidi kuimarika, ni posa Wakenya wote wanufaike na mpango wa afya kwa wote.

Waziri huyo amezitaka taasisi zote zinazotoa mafunzo ya daktari kuhakikisha zinapunguza idadi ya wanafunzi wanaosajiliwa kusomea udaktari, ndiposa wachache wanaokamilisha masomo yao wapate nafasi katika hospitali zilizoko nchini. Hata hivyo, Duale ametoa onyo kali kwa wahudumu wa afya wanaojihusisha na njia za ufisadi ili kuwapunja wagonjwa au serikali katika kutoa huduma za matibabu. I have cases where a facility and the doctor who has given the prior authorization co is code are uh, 600 kilometers apart. Weklif Kipkemoi, Undugu TV.